Nam kwengine kwa wakazi wa eneo bunge la Mlima Elgon kutoka kaunti ya Bungoma wameshabikia pakubwa hamasa dhidi ya dhuluma za kijinsia ambazo zimekithiri eneo hilo. Wakizungumza baada ya kuhamasishwa kwa wazee namna ya kukabiliana na masuala ya familia mjini Cheptais, wamesema kwamba kwa muda mrefu hawajakuwa na usawa katika familia zao, swala ambalo lilikuwa likisababisha migogoro. na wa kabla ya The reason why we came to this area is because uh, uh, we were sent by the Kenya Red Cross and uh, the areas were marked as the hotspots of the gender based violence. Lakini kulingana vile tumeona wanaume wame respond because after three months of training Uh, we came back for a follow-up to see if uh, actually the impact has been there and we have seen positive reports from the wives and uh, we have taken the wives away and uh, uh, we are going to use it now to have our reports complete. Kuna mabadiliko kubwa. Wale wote wamepata hii mafunzo wamekuwa na mabadiliko kubwa. Kama hii mafunzo hii ingefikia serikali, mimi najua nchi hii ingepona na watu wote wangekuwa wazuri sana. Kwa hivyo hii, hii mafunzo ni ya maana na itasaidia wale wamekuwa hapa leo, wataitawasaidia sana, na pia tutakuwa ambassadors kwa wengine. Mafunzo imetusaidia na imesaidia hata waume wetu kwa mambo ya responsibility, majukumu kwa nyumba. Wamama tumekuwa tukiachiwa almost 100% responsibility, lakini kupitia kwa masomo ya PBL, sahizi tumeona waume wetu wameanza kujukumika na wamejua majukumu yao kama wanaume, na pia kanisani wameanza kuenda kanisani. Masomo ya PBL haisaidii tu mtu socially, pia inasaidia mtu spiritually. Naam, so daktari mtazamaji kwa hivi sasa niruhusu nipumzike.